Mimi na wewe nataka tusaidiane kitu na, nataka tusaidiane kitu na na uhakika, baada ya kumaliza hii ratiba kuna kitu tutakuwa tumekielewa kabisa. Kuna kitu natamani tusaidiane, kwa sababu wakati mwingine tumekuwa tunatengeneza malalamiko sana kwenye maisha yetu, tumekuwa tunatengeneza kulalamika pasipo na sababu ya msingi. Unajua, kuna malalamiko ambayo Mungu anaweza akayasikia kama maombi, lakini kuna kulalamika ambako hakuna msingi wa kwa nini unalalamika? Ama unalalamika ili weje? Kitu ambacho kimebebwa na hayo malalamiko ni kitu gani? Kwa sababu Mungu anapoangalia malalamiko yako, ndani ya malalamiko anaona nini? sijui kama unanielewa vizuri. Nataka tusaidiane, kwa sababu wakati mwingine kuna juhudi nyingi sana tumeendelea kuziweka kwenye mambo mengine, kuna bidii tumeendelea kuziweka kwenye mambo mengine. Na kwa nini tunaweka bidii ama kwa nini tunaweka juhudi? Tunafanya hivyo ili tusikwame kwenye maisha. Unaweza ukaweka juhudi kwenye biashara yako, hata kama ukiona biashara inakwama, unaweza ukapambana kuita marafiki wakakusaidia, kwenda mtandaoni, kujifunza, kurudi darasani. Kuna vitu vingi unaweza kavifanya kuhakikisha biashara yako inaokolewa, inapata msaada, ina kwenye truck tena, si ni sawa? Unaweza ukajikuta unapata changamoto kazini, na hii kitu itakupelekea kuhakikisha unajifunza vitu vipya, unajifunza vitu vingi ambavyo vinaweza vikakusaidia ukarudi kwenye msingi mzuri, ili usiweze kukwama kwenye maisha yako. Na maeneo mengi kabisa ya maisha yako unaweza ukatengeneza juhudi, lakini kwenye masuala ya kiroho, watu wa Mungu, kwa nini tumekuwa tunakwama? Mimi na wewe tunaweza tukajiuliza, kwa nini tumekuwa tunakwama? unaweza ukamsikiliza mtu anakutumia ujumbe wa kulalamika kabisa, ya kwamba maisha yake yamekwama, haoni matokeo kwenye maisha yake. Amemtafuta Mungu, labda amekuwa akiomba, lakini haoni matokeo. Labda amefanya nini? Okay, baada ya kuomba na hauoni matokeo, unachukua hatua ya kulalamika, ama unachukua hatua gani? Kabla sija kupeleka kwenye maandiko mengine, kama Biblia inasema wanitafutao kwa bidii wataniona. Sasa mi sidhani kama Mungu ni mwongo, sidhani bado sijawahi kulifanyia utafiti hilo, na sihitaji kulifanyia utafiti ya kwamba Mungu ni mwongo. Hapana. Kama Mungu amesema wanitafutao kwa bidii wataniona, alafu we umeomba bado haujamwona Mungu, uh, hauoni kwamba kuna bidii inahitajika sawasawa na neno la Mungu? Sijui nikupe sekunde ngapi ulitafakari hili, kwa sababu kabla hujakurupuka tu kuingia kulalamika, umeomba siku ngapi? Unaombaje maombi yako? Utaratibu wako wa maombi ukoje? Unamtafutaje Mungu? Sasa kama unaomba dakika tano, dakika kumi, nusu saa na bado haujaona matokeo, kwa nini usiombe lisali moja? Kama unaomba lisali moja bado haujaona matokeo, kwa nini usiende lisala pili? Kwa sababu hayo si ni maisha yako au mi nakosea kukueleza hivi vitu? Yaani, kama unafunga na kuomba na bado haujaona matokeo, unafunga masaa kumi na mbili kwa nini usiende masaa kumi na sita kwa nini usifunge masaa ishirini na nne kwa nini usichukue siku mbili ukafunga? kwa nini usiende siku saba? Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini imekuwa tu tunatengeneza haya mazingira ili tupate sababu ya kumlaumu Mungu. Ndo maana wengi wakija wanasema, mtumishi nafunga, mtumishi naomba. Okay, unafunga siku ngapi? ama unaomba masaa mangapi? sijui unanielewa. Mtumishi mimi natoa utoaji wako ukoje? Yaani tumekuwa tunatengeneza mazingira ya kumlaumu Mungu ili hata Mungu akiona, tunaambia lakini tuliomba, lakini tulifunga. Ulifungaje na uliombaje? Bwana Yesu atusaidie sana. Ni vitu ambavyo you have to be careful. Ile tu kuja madhabauni ama kwenda kanisani na unalalamika ya kwamba mambo yangu hayatokei, kuna juhudi gani na kuna bidii gani ambayo umeionyesha ili uje basi na vithibitisho ya kwamba aa, kumtafuta Mungu kwa kweli nimemtafuta, lakini sijaona kitu, sijaona kitu. Mi naitwa Pasta Innocent Mashauri na niko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Kuna vitu natamani nikusaidie vya kiroho, ili maisha yako yaweze kubadilika kabisa. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuachilia ushauri wa kiroho, lakini pia maombi na maombezi. Kuna namna tunaweza tukashikana na wewe katika kuombeana tukashikana mikono, lakini haisaidii na haitoshi na haibaki hivyo hivyo ya kwamba tusikushauri we uongeze bidii, maanake bidii yako lazima inahitajika wewe kuteseka kwenye kwenye hali yako ya maisha. Uh, mateso unayaona wewe, maumivu unayokutana nayo kwenye ndoa ni wewe. Uh, nobody, hakuna mtu atakuja atakuja kuyabeba maumivu yako kama wewe, usipokuwa serious kuyabeba maumivu yako. Ukiona kuna mtu analalamika kwa habari ya situation anayopitia manake hana muda wa kuombea hiyo situation. Ukiona unalalamika kwa habari ya ndoa yako manake hauna muda wa kuombea ndoa yako. Ukiona unalalamika kwa habari ya kazi yako manake hauna muda wa kuombea kazi yako kwa sababu kama ungekuwa na muda wa kuiombea hiyo kazi na hiyo biashara na watoto wako na ndoa yako, manake usingepata muda wa kuilaumu wala kulalamikia hayo maisha. Sijui kama kuna mtu anaelewa ninachokizungumza kwa sababu, ifike mahali tusaidiane, ifike mahali kuna vitu inabidi vielewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu anaweza akabeba au maumivu kama ambavyo wewe unayabeba. Kuna watu unaweza ukawashirikisha ya kwamba unapitia changamoto kwenye ndoa, hata usiku haulali, lakini wale uliowashirikisha usiku wanalala. Sijui kama unanielewa vizuri. Unaweza ukawashirikisha na pitia madeni, hali yangu ya kiuchumi ni ngumu sana, lakini katika kipindi ambacho nashinda njaa kwa kukosa hela, wenzako wanakula lunch, wenzako wanakula vizuri, pamoja na kwamba umewashirikisha jambo lako. Nisikilize nikwambie, huenda kuwashirikisha sio jambo baya, sio jambo baya. Kuna watu unaweza ukawashirikisha mambo yako na wakakupatia ushauri ambao wanaweza wakakushauri, lakini isikupunguzie mzigo wa wewe kusimamia maisha yako. Usipoweza kuyasimamia maisha yako, hakuna mtu atakuja kusimamia maisha yako. Natamani kuzungumza kwa sauti kubwa uweze kuielewa hii sentensi, usipoweza kusimamia maisha yako, nobody, hakuna mtu kutoka mahali popote anayeweza kuja kuyasimamia maisha yako zaidi ya wewe unavyoweza kuyasimamia maisha yako ni sawa kabisa na swala la upendo. Usipojipenda wewe, hakuna mtu atakuja kukupenda kiasi ambacho ungejipenda. Kwa hiyo, ili uwapende watu wengine ni lazima ujipende wewe kwanza, ili ujali maisha ya wengine lazima ujali maisha yako kwanza. Kwa ukishindwa kuyachukulia vizuri maisha yako, ukishindwa kumtafuta Mungu kwa bidii, nataka nikueleze wazi, hakuna mtu atakayekuja kukutafutia huyo Mungu kwa bidii, huyo mtu hayupo kila mtu ana mishe zake, kila mtu ana situation zake. Wewe unasumbuliwa na ndoa, mwenzako unayemsimulia habari zako yeye anasumbuliwa na watoto, na yule anayesumbuliwa na watoto akimweleza mwingine, mwingine anasumbuliwa na uchumi. Yani kila mtu ana situation anayoipitia. Kwa wewe kumweleza mtu jambo, haimaanisha kwamba atalibeba jambo lako aanze kulishughulikia, alafu aache nyumba yake inateketea, aache watoto wake wanateketea, aache biashara yake inateketea. Nisikilize nikwambie kitu, watu wana upendo, watu wanaweza wakawa na kupenda, na madhabahu inaweza ikawa na kupenda, ni sahihi kabisa, lakini ukweli unabaki pale pale. Usipokuwa serious na maisha yako nobody atakuja kuwa serious na maisha yako. Hakuna mtu atasimama atasema acha nikupende wewe kuliko ninavyojipenda mimi, ni uongo. Hakuna mtu atasimama atasema acha niache maisha yangu ni dili na maisha yako, ni uongo. Hakuna mtu atakuja atasema siombei tena maisha yangu naombea maisha yako, ni uongo. Hakuna mtu atafunga biashara yake aseme nasapoti biashara yako, ni uongo. Kwa maisha tulionayo, watu anaweza wakatega sikio kukusikiliza, lakini mkisha peana migongo, wanaendelea na mishe zao wanaendelea na mambo yao wanaendelea na shughuli zao. Usipokuwa serious na maisha yako hakuna mtu atakuwa serious na maisha yako. Ile tu kulia peke yake haitoshi, ile kumlilia Mungu peke yake haitoshi, ile kutuma message na kulia kwenye voice note haitoshi. Mtu wa Mungu, tengeneza mazingira ya bidii. Sijui kama kuna mtu ananielewa ninachokizungumza. Biblia inaeleza kwenye kitabu cha Zaburi, anaandika Daudi kwenye Zaburi 118 ukiangalia mstari wa tano, ukipata muda sogea mpaka mstari wa tisa. Lakini neno la Mungu kwenye mstari wa tano anasema katika shida yangu nalimuita Bwana, katika shida yangu Hakulia, hakulalamika. Anasema, katika shida yangu nalimuita Bwana, Bwana akanijibu akaniweka panapo nafasi. Bwana yuko upande wangu, sitaogopa mwanadamu, atanitenda nini? Okay, nenda kaangalia kitabu cha Samueli wa pili sura 22 mstari wa saba. Anaendelea kuandika haya maelezo, anasema, katika shida yangu nalimuita Bwana, naam nikamlalamikia Mungu wangu. Alilalamika katika maombi yake. Mungu akiangalia maombi yako, akiangalia malalamiko yako, anaona nini ndani ya malalamiko? Kwa sababu kuna watu mnalalamika, hakuna kitu kinachokufanya ulalamike ndani ya hayo malalamiko, kwa sababu Mungu hadili na malalamiko, anaangalia kinacholalamikiwa ni nini, ili aweze kushughulikia. Sasa maandiko hapa yamejaribu kujieleza vizuri, anasema katika shida yangu nalimuita Bwana nam, nikamlalamikia Mungu wangu, naye akaisikia sauti yangu hekaluni mwake, kilio changu kika ingia masikioni mwake. Kilio changu kikaingia masikioni mwake, naye akaisikia sauti yangu hekaluni mwake bwana yesu atusaidie sana kuna vitu ambavyo lazima uvizingatie ile tu kulalamika bila namna ya kulalamika na kinachoeleweka ndani ya malalamiko haitakusaidia ile tu kubaki unalialia peke yake haitakusaidia hakikisha unachukua hatua kama ambavyo unaweza ka ukapambania makorokoro yako mengine basi pambania na namna unavyoweza ukampata mungu kwenye maisha yako pambania na namna ambavyo unaweza ukamwona mungu kwenye maisha yako kama hakuna matokeo kwenye mfungo wa masaa kumi na mbili nenda masaa ishirini na nne hayo ni maisha yako haufungi kwa ajili ya mtu mwingine haufungi kwa ajili ya ndoa nyingine haufungi kwa ajili ya watoto wengine. Kama hakuna matokeo ya maombi ambayo unaomba ndani ya nusu saa, nenda lisali zima, nenda masaa mawili, nenda masaa matatu. Kwani inakugharimu nini kuyapambania maisha yako? Kuna mtu anaweza akasema oh, naomba masaa matatu ama nifunge masaa ishirini na nne ama nifunge siku saba nifunge siku thelathini Yani nani ambaye atakuja kufunga kwa niaba yako? Kwa sababu hayo ni maisha yako wenzako. Tulivyoona mambo yamekuwa magumu kwenye maisha, tukatengeneza mazingira, tumekuwa tukizoea kufunga tu sana. Umepambana unafunga siku saba, watu tukaanza kutengeneza siku thelathini, watu tukasogea siku mia moja, watu tunasogea siku mia ngapi, watu tunatembea, tunatembea. Kwa akili za kawaida, unaweza ukadhani ya kwamba huyu mtu anajitesa, unaweza ukapungua ukachoka sana, lakini lakini ndani yako unaimarishwa, na muujiza wako unatengenezwa kwenye juhudi unayoionyesha ya kumtafuta Mungu, kwa sababu neno lake limesema, wale wanaonitafuta kwa bidii wataniona. Usiishie kupendwa na Mungu tu. Kupendwa na Mungu peke yake haitoshi. Tengeneza mazingira ya kumwona Mungu kwenye maisha yako. Anasema, nawapenda wale wanipendao, akaweka koma. Maanake umempenda Mungu, anakupenda. Umempenda Mungu, anakupenda, inaweza ikaishia hapo. Anasema, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Unaweza ukampenda Mungu na usimwone Mungu. Sorry to say that Sorry to say that, unaweza ukampenda Mungu na yeye akakupenda, lakini usimwone kwenye maisha yako. Lakini wanao mtafuta kwa bidii, anasema watamuona. Mi naitwa Pastor Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Una nafasi ya kuamka na mimi saa sita kamili za usiku tunakuwa live kwenye maombi kupitia YouTube channel ya siri za Biblia. Hakikisha una subscribe iwe rahisi kupokea haya maombi na mafundisho ya neno la Mungu, kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Namba ya msaada madhabahuni ni 0758708804 sifuri saba tano nane sabini nane nane sifuri nne. Ongeza juhudi ongeza bidii, pambana, tengeneza mazingira. Mungu ajaonekana kwenye lisali moja, ongeza lisaa la pili. Mungu ajaonekana kwenye lisaa la pili, ongeza lisala tatu. Kwa nini hata siku moja usiseme, okay, leo najifungia, siendi kwenye biashara, potele mbali, siendi kazini, najua namna naweza nikaomba ruhusa, potele mbali, ama kwenye likizo yako yoyote, unasema leo, I'm not going anywhere. Siendi popote, najifungia siku nzima, let me find, acha nitafute suluhisho la maisha yangu, acha nijifungie nisome neno la Mungu niombe. Nahakikisha sili, hata kama ndani kuna vyakula vya kutosha, nahakikisha sili, nahakikisha naomba Mungu until naomba mpaka mbingu iseme, naomba mpaka Mungu anipe majibu yangu, mpaka Roho Mtakatifu aachilie amani. Kwani kuna shida gani ukajifungia siku moja? We, kila siku ni mtu wa mizunguko tu, ni mtu wa kutoka tu, unapigiwa simu huku naenda. unapigiwa simu huku, we ni mtu wa kuenda kusindikiza tu, marafiki wanaenda kwenye kazi zao, unatoka tu outings za uh, ovyo ovyo zisizoeleweka. Kwanini siku moja usijifungie ndani? Kama biashara ni yako, kwanini siku moja usisema okay, let me close, ngoja kuna kitu na kitafuta ambacho kina faida kuliko faida ambayo ningeipata kwa kufungua duka leo. Kuna kitu na kitafuta ambacho kina faida kuliko faida ambayo ningeipata kwenye biashara yangu ya leo. Acha nikomae, acha leo siku nzima ya leo najifungia nakomaa kumtafuta Mungu, nakomaa kumweleza Mungu shida zangu. Kama Daudi anasema, katika shida yangu nalimwita Bwana, Bwana akanionekania. Kwa nini usimwite Bwana kama aliyemuonekania Daudi? Unadhani aweze akakuonekania wewe? Neno lake linatueleza yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Kama alionekana kwa Daudi, maanake anaweza akaonekana kwako, anaweza akaonekana kwenye maisha yako, anaweza akaonekana kwenye ndoa yako, ataonekana kwa watoto wako. Ni swala la kumpa Mungu muda, ni swala la kuwekeza muda, ni swala la kusema leo sitoki, siendi popote, acha nijifungie ndani ni swala la neno maombi, neno maombi, neno maombi, neno maombi. Mungu ni mwaminifu, anaangalia kutoka juu mbinguni, anaona ni nani anayenitafuta kwa moyo wa kupenda. Akikuona, nataka nikueleze tu wazi ya kwamba kuna majibu ambayo atayaachilia kwenye maisha yako rakarabashandarabosika yako majibu utayapokea kwenye maisha yako. Hauna sababu ya kujikatia tamaa, hauna sababu ya kukata tamaa kwenye maisha wakati hata mungu hujamtafuta. Kwanini unachoka na mungu hujamtafuta? Kwanini unavunjika moyo na mungu hujamtafuta? Kwanini unapunguza spidi na Mungu jamtafuta. Wekeza spidi ya kutosha katika kumtafuta Mungu, ile spidi ambayo unaamka asubuhi kila siku, unaenda kazini, unachelewa kurudi, una bidii sana kazini kwako. Kwa nini usiweke na bidii ya kumtafuta Mungu? Kwa nini usiweke na bidii ya kusoma neno lake? Kwa sababu ndani ya neno la Bwana unakutana na ahadi zake, na zile ahadi ndo zinazotengeneza imani yako, na imani ikitengenezwa inakupa nguvu ya kuchukua maamuzi, na yale maamuzi ambayo yatachanganyika na imani ndo yataleta matokeo kwenye maisha yako. Natamani kuna mtu anielewe ninachokizungumza. Amka na mimi saa sita kamili za usiku, nipo hapa kwa ajili ya kukusaidia. Naitwa Pasta Innocent Mashauri. Mungu wa mbinguni ya akutunze, ya kuweke salama, usikose kwenye ibada inayofuata. Kwa sasa shalom. Wewe ni Bwana, uniponyaye